na kandideti wangu wa ubunge lakini, nikasema kwa sababu ya kuleta heshima ya mtu Muluhya, DCP itaweka kandideti wake chini kidogo, a support Seth Ambusini Panyako vilevile vile. Munajua vizuri sana, mwaka wa 2027 huyu Khalwale anatafuta kiti cha ugavana, mimi natafuta kiti cha ugavana tumeamua tuweke tofauti zetu kando, kwanza tushikane kama Waluhya tukomboe jamii ya Waluhya kwanza. Sisi tumesema hawa majamaa wametudharau, ati hata campaign za hapa Malava William Ruto amechukua mtoto wao kutoka hapa Rift Valley kwa jina Faruk Kibet, ati yeye ndio anakuja kusimamia campaign hapa ati William Ruto ata aamini Wetangula, ati William Ruto aamini Mudavadi, ati William Ruto aamini Oparanya, ati yule mtu anasimamia kampein za UDA hapa ni mtoto wao wa nyumba moja anaitwa Faruk Kibet. Jameni, sisi tunasema sisi tunataka tukomboe heshima ya mtu Mluya dunia nzima. Hawa Wakamba wote wameshikana nyuma ya Kalonzo Musyoka. Wale watu wa mlima Kenya wote wameshikana nyuma ya Rigathi Gachagua. Wale watu wa Kisii wote wameshikana nyuma ya Matiang'i. Jameni, sisi Waluhya ni nini? Nani alituroga jameni? Si ni lazima tushikane? Na ishara ya kushikana, the the first step to to liberate the Luhya people is to vote for Seth, Ambusini Panyako. Wangapi wanasema watapigia Panyako? Panyako, Panyako, Panyako Panyako, na sisi